Umemwalika hapa uh, Stanley Dickson ambaye ni mtaalamu wa lishe pamoja na usalama wa afya na chakula kufahamu zaidi kuhusiana na faida za unywaji wa maziwa kiwango stahiki, na yapo baadhi pia uh, ya mawazo uh, inawezekana ni sahihi ama si sahihi. Tutapata ufafanuzi kutoka kwake. Karibu sana Stanley. Asante ah, sana. Na kwingine tuanze kwa, kwa kifupi tu kufahamu maziwa yana nafasi gani hasa katika afya ya binadamu? Ah, maziwa yana nafasi kubwa katika afya ya mwanadamu kwa sababu yana faida nyingi, miongoni mwa faida za maziwa katika mwili wa mwanadamu aa, ni kwenda kuimarisha afya ya mifupa pamoja na meno. Kwa sababu kwenye maziwa kuna virutubishi vya aina tatu ambavyo vinahusika kwenye afya ya mifupa pamoja na meno. Kuna madini yanaitwa calcium, kuna madini yanaitwa phosphorus pamoja na vitamin D. Hizo zote zikiungana kwa pamoja zinakwenda kuimarisha afya ya mifupa na kuweka mtu kuwa na mifupa imara. Mm -hmm. na kuzuia uh, kitaalamu tunasema osteoporosis imefupa kuzorota mm -hmm. lakini pia uh, maziwa yana protini ambayo kazi mojawapo ya protini ni kujenga mwili pamoja na kuimarisha kuimali, misuli na kuongeza kinga ya mwili kuwa imara zaidi kwenye upande wa virutubisho vyake? Mm, kwa upande wa virutubisho vyake kwa sababu protini pamoja na hizo vitamini D mm -hmm. zinafanya kazi hiyo ya kuimarisha pia mfumo um, wa kinga ya mwili pamoja na kujenga mwili na misuli kuwa imara. Mm. Lakini pia tunaweza tukasema uh, maziwa uh, faida nyingine kwa sababu yanaweza ya ya ya ya na, ya yanatoa ya, ya ki, kiwango cha energy au kalori au nishati ambacho pia kinaweza kikamsaidia mtu kuhimili hususan kwa wale ambao wanataka kupunguza uzito. Anaweza akatumia maziwa badala ya kuendelea kula vyakula vingine na kaweza, anaweza akajihisi kwamba ameshiba na hatimaye akaweza kufikia lile lengo lake la kupungua nini, la kupungua uzito. Hizo mm, ni mojawapo ya sifa muhimu sana au faida muhimu za utumiaji wa maziwa katika maisha ya mwanadamu. Sasa kuna makundi mbalimbali mbali. Kuna mm, watoto, watu wazima, vijana, wazee, uh, kina mama waja wazito, uhitaji wao unafanana uh, wa maziwa ama unatofautiana? Uh, uhitaji wa maziwa haufanani kulingana na miaka unatofautiana, mm. Kwa upande wa watu wazima kuanzia miaka kumi na tisa kuendelea, kwa siku angalau anatakiwa kupata uh, glasi yenye ujazo wa milizi mia mbili na hamsini mpaka na mia saba na hamsini maana yake anatakiwa apate glasi tatu kwa, kwa siku. Huyo ni mtu mzima, lakini kwa upande wa watoto glasi kwa, tatu kwa, siku, yes, kwa mtu mzima, mzima. Mm. ambaye hana changamoto yoyote ya kiafya, nikizungumzia magonjwa ya figo pamoja na ugonjwa wa shinikizo la damu pamoja na magonjwa ya moyo mm. pamoja na sukari, tutaielezea hapo baadaye, lakini kwa upande wa watoto kwa sababu mtoto anatakiwa aanze kutumia maziwa tofauti na maziwa ya mama akiwa na umri wa kuanzia mwaka mmoja na nusu mpaka miaka miwili, yeye anatakiwa atumie si chini ya ujazo wa mililita mia nne sawasawa na, na, na, na vikombe vidogo vya chai viwili mm. kwa siku kwa anaweza akatumia hivyo na kaweza kupata vile virutubishi ambavyo anatakiwa avipate, kwa sababu kwa upande wa watoto tunahitaji aweze kuwa imara kwa upande wa misuli, mifupa, lakini pia hata maendeleo ya ubongo na ukuaji mm. kwa sababu kuna omega 3 zinazopatikana kwenye maziwa ambazo akizitumia, ni, ni, ni nzuri sana kwa ajili ya afya ya ubongo wa mtoto mm. lakini pia kwa sababu mtoto yupo anaendelea kukua anahitaji hayo madini ya calcium kwa ajili ya kuimarisha mifupa ili aweze kuwa imara kadri anavyozidi kufanya nini kukua, baadaye asije kapata changamoto zingine zinazoendana na, na matatizo ya nini ya mifupa. Kwa hiyo ni muhimu sana kwa watoto pia kutumia maziwa, lakini wanatakiwa kutumia wakiwa wameshafikisha ule umri ambao hayatawapa shida kwao, kwa sababu mm. matumizi ya maziwa a, kwa watoto chini ya umri wa mwaka mmoja na nusu inaweza ikampelekea akapata changamoto ambayo kitaalamu inaitwa ni enterocolitis, akapata necrotizing enterocolitis ambayo mfumo wake wa, mmengenyo wa chakula unakuwa bado haujawa machua dinafu, yani haujakomaa. Kwa hiyo hawezi kufanya mmengenyo wa baadhi ya virutubishi vinavyopatikana kwenye nini kwenye maziwa, inaweza ikapelekea mm -hmm. akapata changamoto kwenye mfumo wake wa nini wa mmengenyo wa chakula. Kwa hiyo akiwa ameshafika ule umri ambao ni sahihi, unaweza ukampatia maziwa na akatumia vizuri. mm -hmm. Lakini kuna angalizo kwenye utumiaji wa nini wa maziwa. Maziwa ni mazuri sana. Lakini uh, yanatakiwa yatumiwe si kuchangamana na baadhi ya vyakula. Kama vipi? Kwa mfano, kama nyama. Mm. na vyakula vyote vyenye uh, madini chuma kwa sababu uh, utumiaji wa maziwa ikiwa imechanganyikana na vyakula kama vile nyama au madini chuma inakwenda kuzuia ufyonzaji wa yale madini ambayo madini chuma kazi yake ni kwenda kusaidia mwili kuongeza damu. hmm. Sasa unaweza ukakuta mtu yupo kawaida, alafu baadaye akaja akaanza kuhisi dalili kama vile kizunguzungu, anaweza akaanguka, alafu ukija kupima unakuta damu yake iko nini iko chini. Ukija kutres historia yake ya ulaji unakuta alikuwa anapenda kula sana vyakula Hmm, Pamoja na anachanganya na maziwa. Kwa hiyo maziwa yanatakiwa yachukuliwe yakiwa kivyake na chakula kichukuliwe kikiwa. Kuna baadhi ya vyakula ambavyo hutakiwi Yes. hayatakiwi kuchangamana pamoja na maziwa. He -he. Hmm. Sasa, kuna baadhi ya milo ile watu uh, wanakuwa wanatumia na maziwa hmm, kwa hiyo inategemea na kundi gani lipo, Yes, kundi gani la chakula hmm, lakini uh, kwa mfano mtu anaweza akala maziwa asubuhi mm -hmm, akala na mkate, haina shida. Akala maziwa hiyo asubuhi, labda akatengeneza na vitumbua vyake, inakuwa haina nini, haina shida mm -hmm. Hata wakati wa mchana anaweza akala chakula pamoja na mboga za majani mm -hmm, pia haina nini, haina shida, lakini vile vyakula ambavyo vitahitaji yeye aweze kupata hayo madini ya madini chuma mm -hmm anaweza akavipata hata tofauti na muda ule wa kufanya nini wa kula pamoja na maziwa sasa hapa kwenye maziwa pia kuna maziwa haya ya mgando mm. na kuna maziwa fresh. yes. yana utofauti gani katika virutubisho ama vinafanana sasa kwenye utofauti kwa sababu tunapozungumzia maziwa mm. maziwa kwa ujumla yana protini za aina mbili kuna kasein pamoja na whey protein asilimia 80 ya maziwa ni kasein lakini asilimia ishirini ni whey protein. Sasa ukija kwenye utofauti kati ya maziwa fresh pamoja na maziwa mgando, tukija kwenye maziwa fresh sana sana, yenyewe yana utofauti wa virutubishi unaweza kuwa haupo, lakini maziwa fresh yanakuwa na kiwango kikubwa cha mafuta mm -hmm. Ukilinganisha na maziwa mgando, ambapo pia kwa watu wenye tatizo kama vile shinikizo la juu la damu hawaruhusiwi kupata haya maziwa fresh ambayo hayajatolewa mafuta. Kwa hiyo wakifanya vile inaweza kawapelekea wakapata changamoto au wakafanya waka, waka, waka, waka hali yao ile ya shinikizo la juu la damu likawa kubwa zaidi, kwa sababu kiwango kile cha mafuta kilichopo kwenye haya maziwa kinaweza kikaenda kugandamana kwenye mishipa ya damu na kusababisha shinikizo la damu, linafanya nini? Linakuwa kubwa. Msukumo wa damu utakuwa mkubwa kutokana na mafuta kuga, kuziba kwenye milija ya damu. Umegusia hapo hali ya kiafya ya mtu, uh, labda tugusie pia na baadhi ya, ya magonjwa mahali ambayo hmm, mtu anakuwa nayo. Uh, kuna uhusiano wowote labda na mtu akiwa ana TB au wengine wanasema vidonda vya tumbo pamoja, hmm, na kutumia maziwa. Kwenye upande wa TB kwenye maziwa, uh, yakiwa hayajachemshwa vizuri kwa sababu hmm, ili mtu aweze kutumia maziwa ambayo ni salama, yanatakiwa yapite kwenye moto takriban dakika 30 kwenye joto lisilopungua 63, kwa sababu kuna viumbe wadogo wadogo tunaoita microorganism bacteria, ambaye anaitwa mycobacterium bovin, ambaye sana sana, kwa sababu maziwa yanapatikana kwenye ng'ombe, ng'ombe anaweza akaugua akawa na TB. Lakini sasa, akiwa na TB, anaweza akapasi wale wadudu kupitia kwenye maziwa, na mtu akitumia anaweza akamuathiri na yeye akapata nini, akapata TB. Mm -hmm. Kwenye upande wa vidonda kwa sababu kwenye maziwa, uh, kuna kuna kuna kuna hawa bakteria wanaita lactobacillus uh, ambao wenyewe wanafanya kazi ya kuimarisha afya ya tumbo. Mm -hmm. Kwa hiyo kwa upande mwingine anaweza asiwe na madhara sana, lakini kwa upande mwingine anaweza akawa na madhara, lakini akitumia wale bakteria watakwenda kama, kwa sababu kwenye tumbo kuna wale bakteria wa kawaida ambao wanalinda ile tumbo, si ndio? Mm -hmm. Kwa hiyo mtu anapotumia maziwa yanakwenda kuimarisha afya yake ya nini, ya mfumo wa mmeng'enyo wa chakula, ambao pia watakwenda kufanya kazi ya kupambana na wale wadudu ambao wanaweza wakaa Leta hizo changamoto. Sasa kuna baadhi pia ya jamii ambayo wanaamini maziwa yanapokamuliwa yanakuwa ya motomoto, yani ananywea vile vile, na hapo umegusia zaidi kwenye kwamba uh, kuchemsha ni muhimu. Mm. Lakini uh, unakuta afya haina shida na hakuna um, changamoto ambayo ameipata. Sasa kama binadamu tunatofautiana. Ndiyo. Afya zetu za mwili Kinga yangu ya mwili inaweza kaa ni tofauti na yako nayo, kwa hiyo ninaweza nikatumia, vile kwa sababu kinga yangu ya mwili ikiwa iko imara itakwenda kupambana na wale ambao wadudu watakuwepo mle hawataweza kunizuru mm. Lakini kama kinga yangu ya mwili iko chini, maana yake nitakuwa mwathirika wa kupata ugonjwa unaosababishwa na wale wadudu waliopo kwenye maziwa. Mm -hmm. Kuna um, hali ya ya baadhi ya watu kudhani kwamba ukinywa maziwa kupita kiasi pia yanaweza yakakuletea madhara, hii inawezekana vipi? Sio kwamba mtu ndio anapata virutubisho mm -hmm. zaidi. Kila kitu kinatakiwa kiende kwa kiasi mm -hmm. Maziwa yatumike kama yalivyoelekezwa kiafya. Ukizidi kuna athari zake. Athari namba moja inaweza ikampelekea mtu akapata uh, upungufu wa damu kwa sababu ukiwa unatumia maziwa mengi, unakula kalsiamu nyingi. Kalsiamu nyingi zikiingia kwenye zikiwa kwenye maziwa zinazuia ufyonzaji wa madini chuma. Lakini changamoto nyingine ya kiafya, inaweza ikampelekea mtu akapata uh, prostate CA pamoja na ovarian CA. Kuna baadhi ya stadi ambazo zinaonyesha utumiaji wa maziwa kupita kiwango kinachotakiwa kwenye mwili wa mwanadamu inaweza ikapelekea mtu akaja kudevelop baadaye kansa za vizazi kwa upande mm, zote za mwanamke pamoja na nani na mwanaume mm -hmm. Sasa siku hizi pia uh, nimeona kuna maziwa ya mimea mm -hmm. Mfano soya, nazi e, na, na mimea mingine ambayo ipo e, hii inakuwa na utofauti wa virutubisho ukilinganisha na maziwa haya uh, kutoka kwa mifugo au wanyama. Utofauti wa virutubishi unakuwepo. Kwa sababu, tukichukua kwa mfano kuna maziwa yanaitwa ya almond. ya Ukilinganisha kiwango cha protini kinachopatikana kwenye maziwa ya almond, ni tofauti na kiwango cha protini kinachopatikana kwenye maziwa ya wanyama. Kwa utofauti wa virutubishi upo, lakini haya maziwa ya mimea wanashauriwa sana kutumia watu wenye tatizo la lactose intolerance ambao hawana zile kemikali zinazoweza zikaenda kumengenya kale ka lactose kalikomo kwenye yale maziwa mm. Kwenye yanakuwa, yes, ambayo na ndio maana watu wengi wanashauriwa, kwa hiyo wahamie kwenye maziwa ya mimea mm. Na si maziwa haya ya wanyama mm. Kwa ajili ya kuepuka changamoto hizo kama vile kupata gesi uh, pamoja na kupata changamoto zingine za mfumo wa mmeng'enyo wa chakula mm. Kwa hiyo soya ina protini lakini, utofauti wa soya, maziwa ya soya kuna whey protini ila ukija kwenye maziwa ya, ya, ya, wanyama kuna kaseni pamoja na uhwei. Uhwei yenyewe kwenye ufyonzaji wake inachukuliwa haraka na mmeng'enyo wake unaenda haraka sana ukilinganisha na ile nini, ni kaseni, kwa sababu kaseni yenyewe inakwenda taratibu taratibu, yeah. Kwa hiyo kwa mtu ambaye ana changamoto labda ya upungufu wa protini au anataka kusolve issue yoyote ya, kufa, ya, ya kuongeza protini kwenye mwili wake ni vizuri sana akatumia ile kaseni na, ile nanili hwei anaweza akakistract kutoka kwenye maziwa ya kawaida au akatumia soya na ikaweza kumsaidia, lakini utofauti wa virutubisho kwa viwango upo kila sehemu. mm -hmm. Sasa kuna maziwa pia tume, tumezoea kwa kiasi kikubwa maziwa ya ng'ombe, lakini kuna maziwa ya ngamia mm. Mbuzi mm. <laughs> Nayo yana utofauti gani? Ama yapi pia mtu anaweza akajiuliza, yapi ambayo akinywa atapata mm. virutubisho kwa haraka na nzuri zaidi kulingana na mazingira tunayoishi sisi wa Tanzania mm. Aa, ni vizuri tukaendelea kutumia maziwa ambayo yako available yanapatikana mm. kwa sababu ukija maziwa yako mengi ngamia lakini sisi hatuna nini mm. hatuna ngamia ya kuna maziwa ya nyuki, kuna maziwa ya nyuki. Mm. Lakini sasa upatikanaji wa hayo maziwa ya nyuki unaweza ukawa ni mgumu kulinganisha na maziwa ambayo yako mtaani tunayapata hata kwa shilingi 500 kwenye kaglasi kamoja. Aa, nime fuatilia hapo kwenye maazimisho yeah. Changamoto kubwa wanasema kwamba uchumi yeah, ndio yeah, unaopelekea watu kuto kutumia nini maziwa, lakini tukirudi nyuma tukatafakari vizuri na kujua faida zilizomo kwenye maziwa ka uchumi, kwa sababu kuna sehemu maziwa tunayapata kwa shilingi ngapi, mia tano mm. tunaweza tukawa tuka, tunapata glasi moja kwa siku tunatumia na mambo mengine yanakwenda vizuri, lakini mm, inategemea pia na eneo ambayo upo ya. Naelewa ay. Kuna maeneo mengine kupatikanaji wa maziwa unakuwa mgumu. Sasa hii maybe serikali itatusaidia kwa ajili ya kuhamasisha wafugaji waweze kusogea maeneo hayo na kusaidia jamii kupata mm, maziwa. Sasa katika um, maziwa pia yanatumika kwa namna tofauti mbali mm, na kunywa kama yalivyo baada ya, ya kuchemshwa na wengine wakinywa hivyo hivyo, hivyo. Um, mm wengine huongeza pia katika vyakula, mfano uh, kupika kwenye chai ama hata uji mm. uh, ama kwenye vyakula vingine. Kuna namna yoyote ambayo virutubisho virutubisho vinapungua ama vinakuwa vinafanana? uh, uchanganyaji wa maziwa kwenye vyakula kama vile kutengenezea uji, virutubishi havipungui mm. na hata maziwa yale ambayo pia yanageuzwa kuwa sasa ya unga Uh, mbali na kuwa kimiminika, yeah. Virutubishi havipungui mm. Vinaendelea kuwepo ila ukichanganya kama nilivyotangulia kusema mm -hmm. Ukaweka nyama pamoja na maziwa maziwa uh, kitaalam tunasema ni alkaline. Sasa kwa Kiswahili sijui ni kama yana, yana sifa ya kuwa na uchumvichumvi mm. Alafu nyama yenyewe ina sifa ya kuwa na uh, uh, asidi. Sasa ukitumia maziwa kwa wakati mmoja ukatumia na nyama kwa wakati mmoja, kinachokwenda kutokea tumboni acid plus base neutralization. Alafu kumbuka kwenye mfumo wa mmeng'enyo wa chakula kuna tindikali huwa zinamwaga kwa ajili ya kusaidia mmeng'enyo mm. kwa hiyo inakwenda kuharibu mazingira mazuri ya chakula kumeng'enya kwenye mfumo wa mmeng'enyo, lakini kwa vyakula vingine kama vile kuchanganya kwenye uji uh, kubadilisha maziwa kuwa poda, hiyo haina shida na wala virutubishi vya maziwa havifanyi nini havipungui kwa sababu inatengenezwa kwa utaalamu wa hali ya juu, lakini unapochanganya, kwa mfano kwenye uji unatumia unga wako wa kawaida mm. ni sawasawa na unakuwa umeongeza uh, kitu kinaitwa nutrient dense, yani umeongeza virutubishi kuwa vingi kwenye unga ume, unapata energy kwenye maziwa utapata energy, ila kwenye maziwa utapata protini huko utapata protini, kwa utabalance, kwa utakapotumia kile uh, chakula chako au uh, uji wako utakuwa umefanya kitu ambacho ni kizuri ambacho kitakusaidia pia kwa afya. Awali umegusia kuhusiana na moja kati ya changamoto tumeona kule Morogoro katika maadhimisho mm, tunasema kuhusu uchumi eh. Sasa kama mtaalamu alishe pia mm. um, mbali na changamoto hii ama pamoja na, na changamoto hii unashauri nini kwa familia uh, zetu nyingi za Kitanzania hasa kwa, katika umuhimu wa kuweka uh, angalau katika mlo uh, matumizi ya maziwa? Ah, ambacho ninaweza nikashauri ah, ni kwamba kila familia, changamoto ya uchumi ipo. Kuna familia zinaweza zikapita wiki bila kupata nini maziwa. Lakini pale inapowezekana, basi tufanye chochote kile ili tuweze kupata nini maziwa walau hata kwa wiki mara moja, kama ikiwezekana, lakini kwa changam... kwa familia zenye changamoto sana, sasa inaweza ikawa shida, lakini kwa wale ambao wana kauweze kadogo wanaweza wakawa wanapata hata mara moja mara mbili kwa wiki kwa ajili ya kupata maziwa. Kumbuka, ili kuepukana na matatizo ya kiafya kama vile kuzorota kwa mifupa, sasa hivi imekuwa changamoto kubwa sana mm -hmm. Sana sana kwa wazee, kwa hiyo unakuta kasi ya mzimeisha mifupa inafanya nini, inazorota na uwezo wa kutengeneza vitamini D kwenye mwili wake, akishakuwa mzee, unakuwa haupo, kwa sababu hata muda wa kukaa nje kupata mwanga wa jua, unakuwa ni nini, haupo. Lakini kama atapata maziwa, atapata vitamini D ambayo itakwenda kusaidia ufyonzaji wa madini ya kalsiam kutoka kwenye nini, kwenye maziwa, na huyo mtu mifupa yake inaweza ikafanya nini, ikaimarika. mm -hmm. Nimewahi ni kutana pia na baadhi ya watu, sio wengi, lakini mm -hmm. ambao hawapendi kabisa maziwa <laughs> Yani, kama wao wamegombana. hey. Kuna mbadala wa kupata hivi virutubisho ambavyo uh, anaweza kupata kutoka kwenye maziwa mm. kwa vyakula vingine. Sasa kuna, kuna watu wa aina hiyo mm. Uh, na wengine wanaitwa vegetarian ambao wanajitenga ha, kabisa na vyakula au mazao ya nyama mm. Ya, ya, ikiwemo hayo maziwa uh, kwa ushauri wanaweza wakapata maziwa hata ya mimea almond milk, soy milk yanaweza akawasaidia kwa, kwa ajili ya kupatikanaji wa hizo calcium na madini mengine mm. Lakini hapo kwenye kipendeleo ni mtu mwenyewe, lakini anaweza akashauriwa akatumia maziwa ya, ya mimea na badala ya kutumia maziwa ya ng'ombe mm. Mm. Asante sana Stanley, nakushukuru na leo kauli mbiu inasema kuhusiana na kaulimbi, maziwa ya salama kwa afya bora na uchumi endelevu. Kwa hivyo tunakushukuru pia kwa elimu hii ambayo umetupa. Asante sana.